Picha hitu tunaanzia katika mtu hapa, anaonekana dada akielea na ghafla anarudi katika uhai wake. Haya, inasadikika huyu ni marehemu ambaye jana usiku alifariki, na kwa nini sasa leo anarudi tena nyumbani kwake? Haya, dada kiwajijui kama yeye ni mtu me, ambaye tayari ameshakufa anamwongelesha mamake, lakini mamake anampita na anapozidi kumwangalia mamake, anapomshika mamake ahisi kama anashikwa, na anapochukua glasi ya nyumbani kwake na kupasua chini beba reaction ya aina yoyote ama kumkaripia na kama kumwonyesha kama yeye anamwona, lakini alipoangalia ile maua ambayo yeye alihisi amepasua, alikuta chupa ziko vile vile, yaani, hakuna alichokifanya na chini hakuna chochote ambacho kinaonekana. Na alipoingia chumbani kumwongelesha mama yake, mama yake alionyesha kabisa hamsikii wala kumwelewa, na amwambia mama, ni mimi hapa lakini, kwa mbali kwenye kioo cha mama yake anaona vitu tofauti. Ndani ya shingo yake anakuta alama kubwa ya mkanda ambayo amepita ndani ya shingo yake, na anajijua kweli yeye ni mfu, kwa sababu mama yake taarifa zake ambazo kwa anazitoa pale kwamba mtoto wake amepotea na hajui uko wapi, dada huko uchungwa nalia sana, alipojiangalia katika shingo yake, katika kichwa chake anakuta alama mbali mbali, na hapa picha inamjia kama yeye tayari amekufa kweli. Alioga kwa uchungu na kujua hivi kweli mimi nimekufa ama eh, hii mistari mbora, ghafla alivooga tu imeondoka. Kweli mimi nimekufa. Akaangalia picha zake na kukumbuka jana usiku alikuwa wapi, lakini jana usiku alijua alikuwa yupo ndani ya party na washikaji zake. Alichukua pikipiki ya nyumbani na ghafla alitoka, ili mradi yeye aende kufuatilia ajue kitu gani ambacho kinaendelea, na alipofika eneo ambalo usiku walikupo wote Alikuta watu wanafatilia akiwepo babake mzazi na marafiki zake, wanafatilia kesi ya kujua mwili wake huyu binti uko wapi, walitafuta bila kujua, na yeye mwenyewe aliungana nao, lakini mbwa peke yake ndiyo alimuona, kama huyu mtu yuko hapa hapa ambao wanamtafuta, lakini wengine macho ya kawaida walikuwa hawaoni chochote kile ambacho kinaendelea. Haya jamaa kutembea tembea hapa na pale, kwa mbali wanaona ishara, na akaingia ndani ya maji. Jamani, mimi niko hapa mbele, anawaambia lakini hakuna hata mmoja a ambaye alikuwa anamuona ama kumsikia, lakini dalili ya ajabu waliona kuona ndege wengi wamezungukia kitu na pale, dada hakuelewa, lakini mama yake na baadhi ya rafiki zake waliona mwili uko mbele, na mama alijitosa ndani ya maji na watu walipotaka kumzuia, na baadhi ya watu walienda kuogelea kwenda kuchomoa ule mwili. Na hapa binti ndo anapata majibu kwamba yeye ni mtu ambaye ameshakufa, sasa hivi hayuko duniani, na anajiona tena anatolewa tena majini, na mama yake mzazi akiwa anaona mwili wa binti yake analia, na angalikuwa marehemu ambaye nasadikika amekufa, yuko pale pale. Mume alimtuliza mkewe kumwambia mtulia, mke wangu, mwanetu tayari ameshakufa. Na dogo walipojua kama yeti yale ameshakufa, akawa hana jinsi tena, ikabidi aondoke kiunyongo nyongo. Lakini hapa kwa mbali anamwona babake. Babake alihisi kama ameota, lakini kwa mbali alimuona mtoto wake, lakini alipoangalia tena hakumuona, akahisi ni pombe ama kuchanganyikiwa. Na baba alijua kama mwanangu ameniona, na mtoto alijua baba ameniona. Basi ikabidi amfuate na huko akimuongelesha. Baba kwa mbali anaona tena pikipiki piki ya yule mzimu. Sasa mzimu unamuona kwa macho, na aliposimama mbele yake baba aligonga na kumgonga, akajua tena eh, eh, nimeua mwanangu. Alipokuja mtoto yuko mzima wa afya, haya. Baba inakuwaje, wewe unaniona kwa nini unanikimbia? Ambia wewe, mwanangu umeshakufa inakuwaje? Sasa wewe unanifuata, ina maana wewe ni mzimu? Anaambia eh, ni mzimu basi nitakuwa. Lakini wewe mbona unaongea na mimi, unaniona na mami bado sijafa? lakini baba ni nani hivi aleni huwa haya mtoto ana meza mate kwa uchungu, kwa sababu anaangalia mwili wake jinsi unavyopaswa papaswa na madaktari wanavyotafuta upelelezi ama kujua kitu gani ambacho kimetokea. Basi wakachakuwa vitu baadhi baadhi, na ili mradi wapate ushahidi wa tukio lote. Lakini zile taa zinavyowaka zinavyozima, kuna kitu kama kitu ambacho maiti kinataka kukumbuka ama marehemu anataka kukumbuka. Au madaktari wanaendelea na uchunguzi wao, anaambia bwana huyu inaonekana alinyongwa na mtu, na huyo mtu alimnyonga, alifuta ushahidi wote ili mada isijulikane kama ameuawa, ameua. Haya, madaktari wakiwa wanaendelea kujadiliana hapa, na dada anaendelea kupata maneno mawili matatu na akili kama ye marehemu aanzie wapi, na alipata jibu moja kwa moja. Alienda tena kwa babake, akamwambia, baba, naomba uniambie maana sielewi kila kitu ambacho kimetokea na wewe ni mtu pekee kwa sasa hivi ambao unaweza kuniona kwa macho haya. Upande wapa mapolisi wanaendelea kufuatilia kesi na kujua mwili wa marehemu ulikufaje, lakini mama kwa uchungu analia na kumpiga busu mwanae yani, na maana hata mtoto anapomshika mamake mamake haisi chochote, na babake aliandika life after life after death, sijui hivi na hivi na hivi basi, dogo akaendelea kufuatilia maisha yake na kufuatilia kumbukumbu zake kabla ya kufa, alikuta picha nyingi sana ambazo alipiga na marafiki zake katika ile pati, na kitu gani ambacho kimsababisha afe, ama kitu gani ambacho, au ni nani ambaye alimuua yeye mwenyewe. Mpaka sasa hivi maiti ajui ni nani alimuua, lakini alikuja hapa akachukua simu ya mshizi mmoja, akaanza kupekua pekua kitu gani ambacho kiliendelea. Alijikuta hapa, alikuwa na rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Alex, na huyu hapa ni mshikaji wake ambaye alikuwa anatoka naye kimapenzi, ni mchizi wake au ni bahasha yake. Haya, matangazo ya hadithi mbalimbali. Mama analia kwa uchungu, kusikitika binti yake na hajui nani mwanae ambaye amemuua. Na dogo akaangalia picha zote ambazo zimetokea, akamwambia baba, kwenye pati nilikuwa na watu fulani, bini fulani, lakini ni nani hivi aliniua? Lakini hapa, kwa miujiza tena shoga yake anamuona kwa macho, na kitu ambacho haamini kwa sababu shoga yake na babake ndio ambao wanamuona kwa macho, yani kitu ambacho kuona mzimu au kuona nani. Akamwambia baba, siwezi kuamini na Alex, naye ameniona Alex amekuona eh? Lakini wengine hawanioni, ila wewe na Alex ndio ambao mnaniona. Akasema ilikuwaje kwani usiku huo, ikabidi aanze kukumbuka kumbukumbu za hapa na pale, lakini majibu mazuri anayakosa. Na waliporudi nyumbani mama baba anajitahidi kumwambia mama usilie, kwa sababu mwanao yuko macho, mwanao bado yuko hai, ajafa, anakuona, kuambia, mwana, atake, na kila anapokuambia anaambia bwana mambo yao mimi si atake na maana pombe zako na kumfukuza yule baba atoke nje. Mzee akaenda kutuliza kichwa chake, kwa sababu anachokiona yeye mwenyewe aamini na anachokifanya vile vile ajielewe, kwa nini amwone ye tu mwanawe. Mtoto alikuja moja kwa moja na pikipiki yake mpaka nyumbani kwao, lakini hapa alimfata na kumwambia lakini kila anapomwangalia yule mchizi hakuonyesha ishara yote kama kuna jambo lote analijua. Aya, Alex tena kwa mara nyingine, uso kwa uso ambia. Aya, sawa, anaambia bwana, mi nafatilia ushahidi nijue nani ambayo aliniua kwa sababu mpaka hivi sielewi. Yani wewe na baba tu ndio ambao mnaniona, na hapa nyiwe mashaka ya ya yule bashi yangu ambaye alikuwa na analala naye, yani akaanza kumtilia mashaka Dani, ambaye alikuwa Dani. Yeye alikuwa na usiku akadisia, Dani alikuwa na usiku na, lakini sikumbuki kama tulikuwa na maugomvi yoyote mimi na Dani. Akamwambia sasa, kama wanamtilia mashaka Dani, inabidi tumfuatilie Dani taratibu. Huyu ni shoga yake Alex, ni mtu wake wa karibu sana. Haya, Alex alienda moja kwa moja mpaka kwa Dani na ikabidi wapige story, bwana, hivi unajua nini kifo cha nini? Yani ina maana ananiu, anampeleleza bila kujua, umeelewa? na demu iko pale palepale. Sasa demu akaanza kufuatilia nyendo za huyu jamaa ilimadi asadikike kweli huu mchizi amefanya matukio ya kumuua ama hakufanya matukio ya kumuua. Haya, maiti anaendelea kufuatilia. Lakini hawa alichukuana na swebaake mwingine moja kwa moja mpaka chumbani kule wakaona, eh, eh, isiwe shida bwana ili sikoti la nani la, la, nani tulomuua eh, kama ikote, naomba tufute ushahidi wa marehemu, hadi marehemu isije kawa shida, mapolisi wakaanza kuchokoa, tutafuta, inabidi tufute ushahidi wote. Na dada kwa mbali, marehemu anashuhudia kila kitu, akachukua kile kiboksi, akapanda pikipiki, aliangalia. Kwa nini hawa wanachoma moto hivi vitu eh? Ina maana hawa ni wahusika. Dada alipopata aa, kidogo ushahidi ama kuanza kufanya uchunguzi wake, alitoka bila kuelewa, akamwambia bwana, nimekuta wanachoma vitu vyangu vya ushahidi eh, kwa nini wasio wao wahusika eh na kwa nini kama anakuwa so mtu ambaye anafanya makosa kwa nini anachoma anambia bwana sikiliza unajua kila mtu sasa hivi anajihami na, na hatujui kitu gani ambacho kinaendelea haya watu wamekuja katika msiba bwana kuzika na dada anasikiliza anambia bwana wewe ndo ulikuwa naye na wewe na utakuwa ah, watu wanabishana bishana masela wawili wa. sa hawa wanambia bwana mimi mwenyewe sielewi mpaka sasa hivi kwa maana hawa wawili wote walikuwa jama, wali jamaa na demo alikuwa anawachanganya anapita nao wote wawili Mwenyele kama kwa mtu na mmemwinjia hapo, anatunishana tunishana, lakini marehemu, kumbuka, yuko hapa hapa na kila kitu mwenyewe anasikia. Na dada Alex anapiga vijembe akinadani nadani, anazidi kufunguka, naambia bwana, mi kama ningeua basi Alex moja kwa moja tunamuhisi aje kutoa shuhuda kwa polisi. Wa kwanza ni mtu fulani bin fulani, lakini hapa kuna sauti ambazo zinachanganya kichwa chake. Hakuna mtu yote. Dani alichukuliwa moja kwa moja, mimi nilikuwa na, na, na, na usiku mzima kwa jambo hilo ambao mnaliongelea halipo. Dada alitoa ushahidi vizuri sana kumtetea Dani, na marehemu akiwa yuko hapo pembeni alisikia akaona. Eh, haya ishakuwa shida hapa. Alikuja alimweleza Alex, bwana, ina maana Dani ametoka. Kutokana na ule binti alikubali kusema Dani usiku ule alikuwa naye usiku mzima, ina maana Dani hakwenda kokote, licha kuwa tulikuwa wote club usiku huo. Alex kwa uchungu anakumbuka Umeelewa? Na kuna kiajali kidogo kilipatikana lakini Alex haelewi moja wala mbili na wapi waanzie. Anaambia bwana, sidhani kama Dani anaweza kama mtu mbaya lakini sio mbaya, alikufa, alikufa kwa sababu tulimpotezaga rafiki yetu nakumbuka. Haya mazingira haya alipidi Dani. Namarekana na hata yule Dani naye vile vile ameshakufa. Sasa wanashindwa kupata fahamu na kujua kitu gani ambacho kinaendelea kwa sababu hata yule Dani kumbe alikuwa tayari ni mfu, ameshakufa. Umeelewa? Haya maisha yanaendelea. Alex hapa alikuja anamwambia, uchunguzi wako unabidi ufanye vizuri sana na kwa sababu maisha haya unaweza tukahisi watu wengi, lakini inabidi wewe mwenyewe ukae ukumbuke. Hapa aliingia Alex pamoja na yule marehemu taratibu ndani ya nyumba yao na kutaka ushuhuda kwa maaskari na kwa sababu watu walikuwa wanafanya upelelezi wa tukio lile ambalo limetokea la huyu binti ambaye alinyongwa na wakawa wanafatwa watu mbalimbali ilimradi kuchukuliwa ushahidi, ili mradi kila mtu akaisawa, lakini kuna swala ambalo liko nyuma apanzia, ambalo mimi na wewe mtazamaji, baada atujalijua Alex na baba wake tutaona, kwa sababu kunaonekana kama kuna kitu ambacho cha tofauti, lakini hapa walifika mpaka nyumbani kwao na wakazidi kupeana moyo kwa sababu wanayemuona Alex ni baba na pamoja na babake mzazi. Haya, kuna sauti za ajabu anazisikia hapa katika mashikio yake, na anapozisikia ina maana kama maiti kule, ambao waislamu tuna imani zetu, labda akiwa anaoshwa anafanya nini. Na hapa alitaka kurudi mchanga, lakini alimwomba Ali, Ali, Ali, Mungu jamani, Mungu naomba usinichukue kwanza mpaka nikamilishe hatima ya jambo langu, ile ambayo nalitaka kweli miujiza ikatendeka na Mungu hakumchukua siku ile, akamwacha Alex. Alirudi baa akanywa sana, lakini hapa Alex alifuatwa na babake mlezi ambao babake wa kambo aambia, vipi inakuwaje? na muda mwingi unakunywa na kuabizi. Akaambia, baba, ni ma matatizo na mawazo. mawazo ya nini, mwanangu? unajua mimi nimeachiwa wewe nikulee na nikutunze. unapopata tatizo na matatizo yale mimi linanikuta. Haya, upande wapa marehemu anamfuata Anakuja ndani ya nyumba hapa, anakuja kumwangalia mtu, lakini hapa ghafla napo anakuta kama anakabwa, kukabwa alidondoka chini, na hapa kwa macho yake kuna kitu anataka kukishuhudia, umeelewa? Kama miujiza ya Mungu endapo kutendeka tena, ama kuna kitu ambacho anakiona. Anamuona baba yake na Alex, ambaye ni baba yake wa Kambo, anamwambia inakuwaje, wewe unaniona? Akamwambia kuna namna hapa. Sasa tunakuja kupata jibu. Ina maana baba yake Alex anaweza kuwa mhusika wa kila kitu kwa sababu naye kamuona na alipotaka kumkimbia marehemu, ikaonekana hapa wanakimbizana, wanakinzana kinzana, wanavutana vutana, futana, umeelewa, na marehemu akashindwa kutoka ndani ya nyumba ile. Ina maana baba huyu alikuwa na uwezo wa kuona mzimu na kuukamata kabisa au kukabili. Haya, aliondoka usiku ule, lakini nyuma gari likawa linamfuata yaani na maana marehemu sasa hivi ameonekana. Na hapa Alex alishika fimbo kubwa, kutaka kujihami kumtetea shoga yake. Lakini hakuna lililokuwa tena, hakuweza kuingia babako akambo ndani ya nyumba ile kwa sababu ndani ya chumba kile kulikuwa na mwanaye. Haya, waliporudi upande wa hapa, si niliendelea, walipata sitofahamu. Akamwambia bwana kwa. Ina maana huyu mzee babako mlezi ndo ambao muuaje. Alex alianza kumtilia mashaka baba yake, anamwambia baba, kwani kuna ugomvi gani? Eh, Niambie ugomvi ambao unaendelea ambao mimi siujui, kwa sababu kuna mambo ambayo mimi siyaelewi. Alex huyo akajikataa. Ina maana maiti inafuatilia sababu zake za kufanya yeye afe na huku na mambo yanaingiliana sitofahamu ambayo hayaeleweki. Je, Alex babake wa kamba wanahusika? Alikuja huku kumpeleleza babake wa kamba na babake kamba ambao wanachokitafuta iki hapa sawa, ndiyo kilinikata mimi lakini sikufanya mimi wao makosa Mmenielewa? Kwa hiyo wewe unaweza ukahisi mimi labda ndo nimemua shoga yako lakini mimi sio nilomua shoga yako. Tunarudishwa nyuma kidogo kabla tatizo lolote halijatokea maana babake ya babake na yule binti marehemu wakaturudisha nyuma wakatweka saa. Kaambia ina maana lile bifu lenu na ule mwanaume la kumgombania mwanamke bado linaendelea, eh? Lakini hapa ikawa si tofahamu ya hapa na pale. Yaani kila mtu anavutia ngoma kwake na kila mtu anataka kutoa makosa, asionekane yeye ndiyo mwenye makosa ambaye ameyafanya. Alex kwa uchungu anamwambia mama yake sielewi mama, ambacho kimetokea licha ile nani, ajali ilitokea kwa sababu Dani alikuwa anafanya masihara mengi, ilifikia hatua mpaka kuniziba macho mimi ndani ya gari, na Dani alipoteza maisha, lakini yote na kutaka kujua kitu gani ambacho kilitokea. Polisi bado wanafuatilia. Walifuata babake na binti ambaye alifariki dunia kumwambia, bwana, hii kesi mpaka sasa hivi ishakua ngumu, na mpaka sasa hivi hatumjui mlengwa zaidi wa inshu ni nani, kama ni nyinyi wenyewe ama ni watu wengine baki. Maana yake hatujui, mara mwisho binti yako alikuwa na nani. Na mapolisi walikuja hapa na kumkamata yule mzee babake na Alex na kutaka kujua kitu gani ambacho kinaendelea, lakini maswaiba wengi walifuata babake na, Nanium babake na marehemu wakamchinjia wakamtwanga sana kwa sababu wewe unatusumbua sisi na unatusumbua, ingalikuwa sisi yenyewe hatuelewi. Alex pamoja na marehemu na mwili ule wa binti marehemu walikuja katika mlima mkubwa, wakataka kuponzana matatizo na mawazo ambia bwana bado unahisi huko duniani, na kama unahisi bado huko duniani, basi likumbuka nalikumbuka mara mwisho. Huyo Alex shoga yake alimwekea dawa, akamwambia kwa nini ulinekea dawa eh? Alex akaanza kumwambia, sikukia dawa kwa ubaya, ndika dawa maji tupate flavor zaidi tuzidi kulewa na tusiwe. Alex na kitu kama anakiona sasa, anaambia kuna kitu kama nimekumbuka, lakini ghafla kuna hali ya tofauti inataka tena kumtokea huyu binti. Alex akazidi kujielezea, anamwambia kwa nini ulipikia pombe na ukanitilia mimi madawa, lakini tena anapokutika tena, ina maana kwa ishara, sasa hivi watu wanamzika au wanataka kumrudisha kaburini, lakini ile hali ghafla ikatulia kwa sababu alimwomba tena Mungu, usinichukue, usinichukue, usinichukue mpaka nikamilishe nani wangu, lakini leo hapa Alex na mamake uso kwa uso, mkiganja kwa mkiganja wanakutana. Japokuwa mamake kanyosha tu mkono kwa azi, anaona mkono unaelea, lakini kwa upande wa hapa binti ameweka mkono wake na mkono wa mamake. Anambia huyo ni mwanao, yuko hapo hapo, ongea naye na anakusikia. Basi mama na baba wakamchukua mtoto wake, wakaingia naye ndani. kwa macho yao, kwa flamu zao wanaongea. Mama anamwambia mpaka sasa hivi msielewi mwanangu kinachoendelea, na hapa ghafla mapolisi waliingia tena ndani na wakataka kufanya uchunguzi na polisi hakuona chochote, na binti akaanza kuwafuata nyuma, kwa sababu ina inasemekana kuna jambo kidogo mapolisi ambalo wameligundua inabidi wazazi waende wakaangalie nani ambaye alimua binti yao. Na baba na baba mtoto wakaagana wakatoka mpaka hapa. Huu ni babake Alex, ambaye alishikiliwa. Babake Alex alikuja akajielezea akasema, jamani, nimue binti mdogo kama huyo kwa sababu gani? Licha mnasema funguo yangu ilionekana sehemu ya jari, lakini mimi sina nalolijua, kwa sababu hawa ni watoto na watoto wanaishi kwa hiyo hata kama funguo ya gari yangu imeonekana eneo hilo la kuua, kwa ina maana mimi ndio ambaye nimeumuaji basi? Lakini siku ya leo hapa, mamake na nani, mamake na binti marehemu walikuja moja kwa moja mpaka makaburini. Umeelewa? kuja kufanya maombi ya mwisho na kuzika, ili mradi kwenda kuhifadhi mwili wa huu binti. Binti alizima mshumaa yeye mwenyewe, alijua atakuwa kama kaburini, lakini alilala na, na, na shoga yake Alex mpaka asubuhi. Na hapa babake Alex aliporudi nyumbani maana awaaao afanyafayabt doo baya sana na ni muuaji jamaa, alipozidi kujitetea, lakini mama hakutaka kumwelewa mumewe kitu gani ambacho anakizungumzia. Na hapa FBI tena walikuja na uso kwa uso baba yake Alex na mama yake Alex. Lakini mpaka sasa hivi bado kuna sitofahamu nani ambaye amemuua huyo binti, na ile hali tena ikamjia na ghafla, akaanza kusikia vitu tofauti eh, na kichwa kikaanza kumuuma, na, na ghafla Mungu akaanza kumvuta juu roho yake, ili mradi ampeperushe na Mungu akataka kumvuta juu, lakini dada aliomba lazi eh, Mungu naomba uniache eh, Mungu naomba uniache, na Mungu alipomwacha dada anajikuta ametokea sehemu ya ajabu sana, ili mradi Mungu amemleta anapita huku ili mradi apate upako wa kitu ambacho anakitafuta, lakini ghafla anaona roho za ajabu, maiti nyingi ambazo zimetendwa. Ina maana sehemu hii ni mahususi ya huyo muuaji ambaye alikuwa anawafanyia watu vitu vibaya, yani ujamaa, anaonekana mtaani tu kama mtu ambaye anajulikana, anajifanya anakupa lifti, unajua mtu ananijua, mwisho wa siku anakuchukua kinguvu, anaenda kukula mzigo. Lakini hapa Mungu amemletea kama kivuli cha mdada mmoja, ama Mungu amemkutanisha na mtu ambaye amemuingiza hapa, au amekutana naye hapa bila kujijua kujua anamwambia ili eneo umekuja kufuata nini? Na huyu mtoto anamwambia na wewe hapo umekuja kufuata nini? Huyu dada anamwambia mimi nina wasiwasi na wasiwasi na mume wangu, mambo ambayo anafanya. Anamwambia mume wewe mambo gani anafanya? Mbona mume kama ni mtu mzuri? Anamwambia hapana, ndio maana nimekuja huku kwa sababu na alama hapa shingoni, umenielewa, na hapa mara mwisho nililetwa bila kujijua. Haya, dada huyu aelewi na yeye ilifukaje, lakini sini natuhamisha moja kwa moja yani tujue huyu dada ametokaje, tukaje mpaka kuingia hapa. Inaonekana awadada upo na familia yake a wana wanaishi maisha furaha, wanakunywa, wana enjoy na maisha yanaendelea. Hapa kama ndugu, yani babake na binti, babake na Alex wote wako hapa, yana maana wapo family na wapo watu wengi ambao wanajulikana julikana hapa. Haya, nahuu dada ni mtu ambaye yuko hapa hapa na anaishi na mumewe, lakini kama kawaida maisha mengine yanaendelea. i kuna mtu anamtaka nguvu kimapenzi, na alimkataa na mumewe hakuona lile swala wala hakujali sana dada huyu, mara ndo kaonekana kapanda gari na mwisho wa siku kuchukua chukua vitu, na akajikuta tu ghafla dada anaenda sehemu isojulikana na sasa na, hivi hapa alipofika ndani ya nyumba hajajijua, akaingia jengeaje katika room namba saba. Alipoingia room namba saba, ndo mara anaikuta dirisha liko wazi, mara akaangalia kulia na kushoto, ndo anamkuta huyo binti uso kwa uso. Sasa tumeonyeshwa dada huyu ameingia jengeaje mpaka kukutana na ubinti, yani ilikoje, kuaje? Basi na dada alimwambia, ndo hivyo jinsi ilivyokuwa mpaka nimeingia hapa. Akamwambia basi sawa. Na upande huu hapa baba yake, na mwanamke, baba yake na yule binti marehemu, analia anamwambia, mwanangu aliishi vizuri sana na watu, na kwa nini mpaka sasa hivi muendelee kukaa kimya, na maana nyinyi serikali hamjui muuaji ni nani, eh? ni jambo sana la kusikitisha. Serikali anamwambia bwana, tuingilie sisi na maana swala hili tutalifanya kwa uwakili na, kwa undani zaidi kwa sababu hatuwezi kukurupuka nani kaua. Ndio maana tunakuita mmoja mmoja, tuje kuchukua ushahidi. haya de hapa inachukua picha ya familia. Picha ya familia inaangaliwa, lakini hapa inaonekana kama kuna mtu wa ziada ambaye yuko ndani ya picha hii na hakutajika kuwa ndani ya picha hii. Basi walichukuachukua baadhi ya picha na wakazichukua kuzipeka kwa, kwa askari polisi ambaye anashughulikia kesi ya mauaji ya huyu binti. Mama alielezea akamwambia hapa ina mashaka na huyu mkaka hapa lakini sina mashaka zaidi sana, lakini inabidi uangalie na huyu naye afanyiwe uchunguzi, kwa sababu ni mwana wa familia, kwa maana muuaji wa huyu binti hajatokea mbali. Lakini hapa Alex anaingia ndani ya na jumba moja na kuingia ndani na ile nyumba alimkuta baba yake amekaa kwa uchungu, na Alex alikuja ambia baba, unajua kama shoga yangu amefariki dunia, na mpaka sasa hivi sikuelewi. Ina maana wewe huna wote ambao nalijua kwa sababu ulikuwa unamchukia sana Alex, ulikuwa unamchukia sana shoga yangu kwa sababu unajua yeye, mimi alikuwa ananiharibu, lakini yule ni binti na msichana mwenzi wangu ambaye bidi mimi nikae naye muda wote. Haya, huku dada anamweleza kiundani na na dada anamwambia vuta taswira na kaka, na dada alipovuta taswira ilikuta yuko na ule jamaa yake Dani, ambaye hata hivi naye anasadikika Dani ameshakufa, lakini picha inaenda mbele na kurudi nyuma, na bidi mtazamaji utulize akili yako vizuri. Lakini sasa inaonyesha lile tukio la usiku, baadaye kuachana na Dani. Yule baba wa yale au baba wa mtaani pale alimwomba lifti na mwisho wa siku yule baba alitaka kumbaka. Kwa hiyo ilibidi kutaka kumbaka kumlazimisha, kutokana na dada alilewa sana Menelewa, yule mzee akataka ngono kilazima. Menelewa, yule mzee akataka ngono kilazima na mwisho wa siku udada alipelekewa kwenda kudondoka chini na jamaa anataka kuvua mkanda wake kumshughulikia, lakini mwisho wa siku anajikuta huyu jamaa amemuua. Lakini mambo yote na maono yote anayapata akiwa yuko hapa na yule mama ndani ya kichumba wakiwa wanakumbukishana. Menelewa akaambia hakuna basi. Yule dada alimwambia, hebu kwanza naikumbuka, naambia mwenye hapa nilishai kujaga miaka hiyo, na alitaka kunibaka tena hapa hapa. Amaana huyu kaka ni tabia yake, anakutongoza vizuri, akishakutongoza anakupa dawa, akishakupa dawa anakupeleka ndani chumba hiki namba saba, anaenda kupiga miti bila mwenye idhaa yako ni huyu hapa na huyo ni mtu wa karibu sana na familia, huwezi ukaamini. Na mambo yote ambayo anafanya haya hakutakiwa kuwafanya kama mtu mzima ama kaka ambaye watoto walikuwa wanamtegemea au mjomba ambaye alikuwa anajulikana katika familia haya. Baba alifoka sana. Mwisho wa siku Alex kila kitu anasikia anamwambia, kumbe wewe ndio mshenzi, mambo yote ambayo unafanya haya ne na leo upo kama chizi, unaanza kuona maiti, unaanza kujikukisha kukisha ovyo. Anamwambia, kwa nini unaatia watu matatani? na wewe binti mdogo sana itakiwa tu aje hapa nyumbani ucheke naye na maisha endelee. Alex sasa anajua alofanya jambo hili ni baba yake na baba yake mdogo, yani tuseme kule wa Marekani, ni baba baba mdogo na baba mkubwa ni Tanzania labda na Kenya, lakini kule ni mjomba, umeelewa. babake na Alex wa kambo alifoka sana, anamwambia, ushanitia aibu ambo familia ya binti ambao tumeoa meendelewa tunaonekana sisi wote mimi na wewe wote ni wauaji Alex. hakuweza kulivumilia lile swali libidi moja kwa moja apige simu polisi na kutoa ushuhuda kama tatizo ama muuaji ni babake mdogo Alex akauza ngoma bwana, na alipopiga simu chap kwa haraka, mapolisi wakapokea ile simu, wakaanza kumwambia wapi ni niko nyumbani, lakini taa zinawaka zinazima kuashiria ishara mbaya, yani ya yule dada binti marehemu, kuna tukio kubwa analifanya, na huko polisi walipata signal, na ilibidi atoe makao makuu taarifa na mamake na a mamake na maiti au mamake na marehemu, naye chap kwa haraka anakimbilia eneo tukio. Basi walikuja huko, walimkuta na yule binti, lakini sasa yule marehemu akawa anafanya kitu tofauti tofauti, na maana ndo zile taa zinawaka zinazima, taa zinawaka zinazima, yani asira, ina maana kuna jambo lingine, ama maiti nyingine ambazo zimefikiwa sehemu. Huyo maiti akataka kuzifumua pale, ili madi ushahidi wote na mtu ambaye anafanya tukio lote la mauaji lipate kujulikana. Licha babake na Alex, alikuwa anajua mambo haya anafanya ndugu yake, lakini alimfichia asili, umeelewa? Kwa sababu ni ndugu tena, ndugu yako akifanya jambo tofauti kidogo, unamfichia asili, haya Alex alikuja huku akakumbatiana na mama yake, na huku babake na Alex yule nani mlezi mkubwa wa kambo, kuna ushahidi wa ndugu yake ambaye anauchukua hapa ili mada akau akautupe, lakini huyu jamaa baada ya kujua kaka tena amesha amesha ashamsaliti, ina maana akampangilia kaka yake jambo baya. Babake Alex ukando mwisho wake wa kambo na na, alikuja huko kwa moja kwa moja, jamaa anaenda na marehemu anaifuata upande hapa baba yake na binti marehemu hakukubali, ikabidi amtie kabari ngumu sana, kwa sababu alishajua nani muuaji na mtoto alishamwambia. Lakini mke alikuja, mume wangu acha, acha, mapolisi wanakuja. Na alikaja wani, akampinga huduma ya afya ya kwanza akampulizia na mume wake ukaamka, na kesi ikaa imetimia, na mwisho wa siku muuaji wa mambo yote amejulikana kama ni babake na mdogo na Alex na mali yote ambayo alikuwa anabaka na kuliwa yote kakutwa huku ndani ya jumba kubwa, na ubibie alisaidia vyema kufanya huyu jamaa aumbuke. Na mama alikutana na familia yake na mapolisi wakashukuru sana, akamwambia wani, mzee, kwani ulikuwa na shida gani? Wanake wote hao ubanda, hata shilingi elfu mbili unachukua eh, mpaka eh? Bukujelo ukipatana nao anakupa mpango mzima, unajiachia una. Lakini huku maiti ikaendelea kumsumbua huku alipokuwa jela, na jamaa kila kukicha anaona mizimu, yani jamaa kila kukicha anaona watu ambao wamekufa watu ambao aliwabaka kwa uume wake, watu ambao aliwaua kwa mikono yake, yaani mchizi balali na mrudia, yaani roho zinamsuta, yaani kawa kama tailaiv, na mapolisi hata wanapoingia ndani kumwangalia anaongea na nani, wanamkuta huyu jamaa yuko peke yake. Wakajua huyu jamaa ashaanza kuchizika. Haya, polisi anamwambia vipi? Ambe bwana, hamna bwana, huyu hapa mbele ananizingua. Lakini hapa inaonekana dada amerudi na kumpongeza babake na kumkumbatia, yaani maana swala ambayo amemomba amba, Mungu nisaidie, usinichukue kwenda kunihifadhi ndani ya kaburi mpaka nikamilishe hatima yangu. Na hapa anashikana tena na mamake mkono na maiti, anakuwa ameshapata ushahidi na nani ambaye amehusika na kifo chake, huku jamaa elewi moja wala mbili. Na maiti na nafsi za ajabu na vivuli na roho zote alizozizuru zinamfuata. Oya, hapa ni Tamu TV Recap. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza na ili mradi uwe mteja wangu wa kila siku ama mwanachama wangu wa kila siku, uendelea kupata Recap kali kama hizi na simulizi kali za kusisimua. Usisahau kubonyeza neno subscribe. Chao, tukutane katika